Vodacom, kazi ni kwako. Ya kuhusu Stand United. Mimi binafsi pia nimeshangaa kwa sababu ni kitu ambacho naweza nikasema akijafika sehemu mbali sana, kwa sababu bado iko kwenye hatua za maongezi, lakini imenishtua meni na kuona kwamba mitandao yote ya kijamii nitafikiri ilikuwa inasubiri kusikia Tiboroha atatoka na nini. Sasa hivi, labda tu niseme hicho kitu bado bado, kwa sababu kuna mambo mawili matatu kama sio mengi yafanyike kwanza kabla tujafikia makubaliano ya mwisho, kwa maana ya kufikia makubaliano na, ba, na mimi baada ya kuwa nimesha nimesha jaribu kuwasiliana na, na mwajili wangu na kumwelekeza kazi ambayo ipo na kuangalia modality ambayo itakao nisaidia ni, ni niweze kuifanya hiyo kazi kwa ufasaha zaidi. Kabla ya kufanya hivyo vitu, itakuwa ni ngumu sana nikimdanganya mtu kwamba mimi nimeshakubaliana na Stand United na kwamba niko tayari kama ninavyoona kwenye ma, magazeti na mitandao kwamba mimi nimeshatambulishwa amin natambulishwa siku ya Ijumaa ambayo ni leo, lakini kama unavyoniona, umenikuta ofisini kwangu, na nikwambie tu hicho kitu bado kwenye hatua za maongezi. Itakapokuwa imefika nafikiri, nafkiri mtakua wakwanza. Kama nilivyosema, ninachosema ni kwamba sio kitu rahisi kama mtu unavyoongea nao tajwa na hapo kubwa, eh, sio title ambao unaweza ukarukia tu ndani uka, ukaenda. Japokuwa sisi ni watu wa michezo, nafanya kazi kwenye idara ya michezo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni fani ambayo naifahamu vizuri, lakini watu lazima wakumbuke kwamba mimi ni mwajiliwa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo ili niweze kuingia huko kufanya hiyo kazi, lazima, lazima niwe nimesha nimeshakamilisha mambo yote yanayotakiwa kufanywa na mtu mwenye kariba yangu kama mwajiri kabla ya kufanya kazi na, na kitengo chochote au, au ofisi yoyote katika jumuiya ya Tanzania bado ni premature, kwa sababu siwezi nikaenda kumwambia kitu mwajiri wangu kabla sijamalizana sija, sija na Stand. Lazima nikubaliane na Stand vitu vya msingi, na kabla ya kusaini ile kitu au baada ya kusaini ile kitu ndo naenda kumwambia mwajiri. Mara nyingi mwajiri nitakwenda kumwambia alternatives mbili: either naifanya kazi kama part time au naifanya kazi kama full time. Kwa maana hiyo, mwajiri, kutokana na sheria zetu, nitapata modality ambayo takaonifaa mimi niweze kuhudumia Stand United, lakini so far, kama ninavyokuambia, bado tuko mbali sana, tujafika huko. Kwa hiyo hakuna news ya kueleza kwa kweli, hata hivi ninakwambia tu kwa sababu ulitaka kujua undani mbao, mm. Bamba, na ndio maana nakwambia hivyo ndio, na nafikiri mambo ninayoyataja mle kwenye ile barua hayatofautiana na mambo ninayokwambia sasa hivi kwa sababu waliniomba ndio lakini itakiwa kwanza nijue modality ya kazi hiyo, kazi itakuwa namna gani? Niliomba kujua hicho kwa sababu najua Stand United ni timu inayo yenye makazi yake Shinyanga, ni ni timu yenye makazi yake Shinyanga, na kwa maana hiyo kama ina makazi Shinyanga, eh, itakuwa ni ngumu mimi kufanya kazi kutokea Dar es Salaam kwenda Shinyanga. Hii sio Ulaya ambako unaweza ukapanda treni asubuhi ukaenda sehemu ukafanya ukarudi, sio. Kwa hiyo nilikijua hicho ndio maana nikawaomba vitu vitatu. Kitu cha, cha pili ilikuwa nataka kujua kwanza mkataba una nini. Nakuambia na kabisa kwamba kwa, kwa sababu mimi nimeajiriwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam, itategemea modaliti ya kazi itakuwa vipi, lakini mkataba kwanza lazima ni ufahamu, nijue cha kwangu itakuwa kipi, cha chuo kitakuwa ni kipi, kwa sababu napopata kazi yoyote ya kijamii lazima nitoe mchango wa kitu nachokipata no chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo nilikuwa ni, ni moja ya vitu ambavyo nilihitaji kujua, lakini pia nilikuwa na wasiwasi wasi, kwa sababu najua mpira wa Tanzania na timu nyingi. Kitu ambacho chikuwa mekiongea Stand sikuwa nimekielewa na, kukia, na kukiamini kwamba kweli kimefanyika kwamba timu ya Stand United sasa hivi ni kampuni na inahitaji mtu wa kuwasaidia kiutendaji. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nimetuma barua hiyo ili kupata maelezo zaidi kabla sijaamua kuvua nguo na kuogelea bah, katika bahari ndefu kama hiyo, majukumu majukumu kama uh, nilikuwa na kikao nao leo, walinifuata. Kwa maneno mengine ni kwamba wamesafiri kutoka eh, Shinyanga wamekuja Dar es Salaam, tumeongea kwa kirefu na wamenielewa na tumekubaliana baadhi ya vitu vya msingi kabisa. Kwa hiyo wako wanavifanyia kazi, wakiweza kuifanyia kazi haraka iwezekanavyo, kama walivyo walivyo, walivyo, walivyokiri, basi hicho kitu mnachokingojea mtakipata hivi karibuni, lakini kama nilivyokusha kusema, bado tuna kazi ya kufanya ili kuhakikisha kwamba haya mambo yanafanywa vizuri na bila matatizo yoyote. Hiyo sasa inategemea na Stand United wenyewe, lakini kutokana na vitu vilivyokuwa tumeeleza tumekubaliana hapa ni kwamba aktuali, mimi napewa majukumu ya kuodinate, kuplani, kuodinati na kusimamia watu wa, wa, na kujaribu kuwaoganize kuwa watu ambao watakuwa wanasimamia vitu ambavyo inavyo viplani nanavyo na coordinate. Kwa hiyo kusema ule ukweli, sihitajiki kuwa Shinyanga, naweza nikafanya hata nikiwa niko ofisini kwangu hapa, hiyo kazi ikaenda. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho tulikuwa tunajadiliana leo, na baada ya kuongea wao, kuniambia nikawa nimeelewa. Kwa hiyo nafikiri ni ishu tu ya kuweka vitu vya msingi sawa, ili niweze kuinform uongozi wangu wa chuo kwamba wakati nikiwa hapa nitakuwa nafanya pia hizo kazi za Stand United ni timu ambayo iko very ambitious kutaka kuendelea, na inahitaji kupangiwa mipango mikakati ili iweze iweze kufika sehemu nyingine, na ni, na ni vitu ambavyo mimi nafikiri kwa kapasiti yangu na kwa uwezo wangu nilionao kitaaluma naweza nikasaidia.